Gani mtazamaji wa Global TV Online, hii ni Global TV Sport. Kupitia Global TV Online unapata habari mbalimbali mbali za kimichezo ukiwa na mimi Sports Lady wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe. Mabingwa wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara, Yanga Sports Club watacheza mechi mbili mfululizo za kujipima nguvu Jumamosi na Jumapili kujiandaa na msimu mpya. Jumamosi, Yanga watamenyana na Ruvu Shooting Uwanja wa Taifa, jijini Dar es Salaam kabla ya Jumapili kuwafuata Mlandege Uwanja wa Amani, Zanzibar. Yanga inatarajiwa kuondoka Dar es Salaam Jumapili asubuhi kwenda Zanzibar kuweka kambi ya kujiandaa na mchezo dhidi ya mahasimu Simba wiki ijayo, Agosti 23, 2017. Idara ya habari na mawasiliano ya Yanga imesema kwamba timu inaendelea na mazoezi Dar es Salaam kujiandaa na mechi hizo. Mechi hiyo inafuatia badala ya Jumamosi iliyopita kushinda mabao matatu dhidi ya Singida United uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam huku winga Emmanuel Martin akifunga bao la ushindi dakika ya mwisho. Lakini Jumamosi Agosti 12 kwa mara ya kwanza baada ya Yanga kukamilisha usajili wao wa msimu mpya, maana yake huo ndio mchezo ambao mashabiki wa timu hiyo watapata fursa kujua rasmi kikosi chao kamili cha msimu mpya. Kocha Mzambia George Lwandamina, ndiyo itakuwa michezo ya kukipima kikosi chake kwa mara ya mwisho kabla ya kuingia kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii dhidi ya mahasimu, Simba Agosti 23, Uwanja wa Taifa. Bila shaka Jumamosi wana Yanga watapata fursa ya kumuona kwa mara ya kwanza kiungo Mkongo, Papy Kabamba Tshishimbi akiichezea timu yao baada ya kusajiliwa kutoka Mbabane Swallows ya Swaziland. Yote kwa yote endelea kufuatilia Global TV online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi, usahau kubofya sehemu iliyoandikwa subscribe ili kuendelea kuwa mwanafamilia wa Global TV online na kutufollow katika mitandao ya kijamii.